Nisimulie, ni siwasimulie? Hadithi, hadithi. Tusi. Hapo zamani za kale, si ndivyo yeah. Walikuwepo wanyama wengi, yeah. Walikuwa wengi hivi Sawae. Sasa wale wanyama kwenye kijiji chao, kulikuwa hakuna maji. Mwenyekiti wao tembo akasema, ndugu wananchi, tuchimbe kisima ili tupate nini? Wote wakakubaliana, sawae. Wakachimba kisima kikubwa wakapata maji mengi, sindivyo? Sasa wakasema Haya maji tuyatumie vizuri, si ndivyo? Sasa wakati amesema hivyo wale kwenye kijiji chao, si ndivyo? Wakakubaliana, si ndivyo? Sasa mnyama mmoja aitwaye sungura alikuwa anaenda kwenye kile kisima, anaoga, anaogelea mle kwenye kisima, unaona? Anaogelea, anachafua kisima, anakojoa humo humo, <mimu> na nguo anafulia mle, mle maji anakuwa machafu. <mimu> Sasa wakija wananchi wanasema, jamani, ni nani anayechafua haya maji? <mimu> Wakawa hawamjui. Mwenyekiti wao wale wanyama alitwae nani? Tembo. Tembo wakaitisha kikao Alivyoitisha kikao akasema, jamani, tufanyeje ili tumkamate anayeharibu haya maji? Wakakubaliana waweke ulinzi, wakasema kila mmoja atakuwa analinda siku moja moja, wakasema wa kwanza aanze mbwa. Zamu ya kwanza ilikuwa ni ya nani? ya mbwa, kulinda nini nini Maa, ya, ya maji kwenye kile kisima si ndivyo? Sasa siku moja, siku ambayo no, ameanza kulinda mbwa pale, sungura so, akatoka huko nakutoka akakimbia akadumbukia kwenye kile kisima sawa eh. akachafua maji akachafua, akaoga akachafua, alipokunywa akachafua maji akaoga akafua na nguo zake, alafu akachafua kabisa. Mbwa kamkamata yule nani Mm, hmm. Alivyomkamata yule sungula akasema, rafiki yangu nimekuletea eh, mifupa hii ya samaki. Akamwekea pale, pale kana kula nani, mbwa. Afu sungula akafanyaje? Akakimbia. Waliporudi wananchi wakasema, mbona tena kisima kimechafuka? Akati sue mbwa, tulikwambia ulinde, lazima wewe hujui kulinda. Wakamtoa kabisa pale kwenye nini kwenye kisima kwamba kuanzia leo hakuna kulinda tena, wewe mbwa, sawa eh? Wakasema wananchi nani tena wakasema, mm, apa, aje alinde hiki kisima? Wakasema hapa jamani, aje aje aje aje aje, nyani nyani, akaenda kufanyaje? Kulinda. Alipokuja sungula akadumbukia kwenye kisima akanywa maji akaoga akachafua tena maji ila taka kukimbia, nyani akamkamata hey, alivyomkamata hey, hey, hey, akamwambia nyani, nimekuletea ndizi hizi na hey, ka maembe hey, hey, hey, hey, akaanza kula nini hey, hey, maembe yule yule yule sungura akafanyaje? Kimbia aka aka tena. Wananchi waliporudi akakuta tena maji ma, yakoje? Yamechafuka ya, machafu. Wakasema huyu nyani hauwezi kabisa ku, kulinda, tumtafute mlinzi mwingine. Wakamleta simba. Simba akasema nitamkamata huyu anaye anayechafua maji, nitamkamata, nitamzaba sieti. Alipokuja pale ku- kulinda yule simba, tungula alikuja kadumbukia kwenye kizima akanywa maji akaoga akachavua tena maji, ila anataka kukimbia. Simba akamkamata si eti eh? yule alivomkamata, yule, yule, yule, yule, yule, yule sungura akamwambia simba, rafiki yangu simba, una nywele nzuri. Wangapi wanamfahamu simba? namfamu wana eh? Vizuri okay. Sasa yule sungula akamwambia, rafiki yangu rafiki yangu sungu simba, naomba nikakusuke nywele kwenye ule mti, manywele ya simba yale makubwa yale. Kwa hiyo akakubali, wakakaa kwenye ule mti, hivi bila anavyomsuka vile v, akaanachukua zile nywele za simba zile, si ndefu zile, akaa anafunga kwenye mti, anafunga kwenye mti, anafunga kwenye mti, anafunga kwenye mti, anafunga kwenye mti. Akamwambia rafiki yangu, nimemaliza kukusuka simba, nataka kutoka. Akawa amejifanyaje? Amemfunga kwenye nini? Kwenye mti na zile nywele zake. Sungura akakimbia, unaona, akakimbia. Akaanza simba pale kupiga kelele, wakaja wananchi, wakaanza kumsaidia kumfungua simba kwenye nini, eh, walivyomfungua Wakasema wewe ni mzembe kabisa, simba yeni, wewe umeshindwa kumkamata huyo nani, sungura? Akasema jamani, naomba mnisamehe. Wakasema sasa tumlete nani Kube, wamlete chui sasa. Pale wakakubaliana kwamba eti wamlete wamlete eti wamlete kobe. E, wakasema mlete nani? E, kobe akasema mimi huyo nitamkamata, umeona? mm -hmm. Alipofika pale kwa kobe yule kobe alijiviringisha kwenye nanili lake lile linaitwa linini lile, mmemfahamu kobe, maikumwona kobe <laughs> e, sasa sungura alipofika pale akajua jiwe, kumbe yule ni kobe sieti. <laughs> Eh, akajua yule yule ni, ni, ni kobe. Akajua kumbe lile jiwe kumbe ni kobe, yaani kobe aliingiza kichwa chake kwenye kwenye ngozi yake. Mnamfahamu kobe nyinyi, mwahi kumwona? Haya, sawa, vizuri sana, vizuri <tipulikana> sana. Sasa sasa yule kobe, a, sungura akaoga yale maji akanywa maji akaoga, akayachafua tena. Ila nataka kutoka, kobe akatoa kichwa chake akamkamata sungura. Akapiga kelele, wananchi wakaja huko, wengine kina tembo, kina nani wakaja na mikuki, wengine na, na mawe na nini, wakamkamata wakasema, ehe, wewe sungura, kwa nini ulikuwa unatusumbua? Kwa nini uko unachafua maji? Akasema, jamani, naomba mnisameeni, nimekosa, sitarudia tena. Mwe, mwenyekiti wao tembo akasema, sasa sungura, nitambeba, tutampeleka gerezani, tutamfunga mwaka mmoja wapi gerezani, kwa sababu ametusumbua sana amechafua nini maji. Wakamkamata wakamfunga gerezani. Kobe sungura alijuta na akurudia tena tabia yake ya kufanya nini maji. E, hadithi yangu inaishia hapo. Alikufundisha nani? Alinifundisha bibi yangu. Inakufundisha nini? Hadithi hii inatufundisha tusiharibu maji. Sawa eh? Ndio. Alafu tukiambiwa tulinde, tuwe tunalinda kweli. Ndio. Nie, nie tukiwaambia mlinde hapa mtalinda kweli? akija kobe kuale? Sungura akiwaletea maandazi mnakula mnatupa? Ana, anakuja sungura analetea juisi, sungura na maji si na nini, alafu anaiba ana, anaondoka mnatupa? Aya, vizuri. Haya, vizuri.